Somo la kitabu cha nabii Isaya. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza umeliongoza taifa, umezidisha furaha yao, wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wa furahivyo wagawanyapo nyara. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake, na gongo la bega lake, na fimbo yake yeye, aliyemwonea kama katika siku ya Midiani. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kauthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.